Kamituga, sehemu za Mwenga, hali ya wasiwasi imezidi kuongezeka katika maeneo ya Kamituga na Mwenga kufuatia mapigano makali kati ya jeshi la FRDC likisaidiwa na washirika wake dhidi ya waasi wa AFC M23. mapigano hayo yamesababisha kuanguka kwa eneo la Kilungutwe mikononi mwa waasi na kusababisha wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, baadhi ya wanajeshi wameonekana wakisafirisha mizigo kwenye magari katika kile kinachodaiwa kuwa ni uporaji unaotekelezwa katika kijiji cha Kalambi, takriban kilomita 15 kutoka Mwenga mkoa wa Kivu Kusini. Mashirika ya kiraia na wakazi wa maeneo hayo wamelahani vikali vitendo hivyo vya unyanyasaji na uporaji, wakisema vinaendeleza mateso kwa hia wasiokuwa na hatia na kurudisha nyuma jitihada za kurejesha utulivu. Wakazi wameomba serikali na viongozi wa ngazi mbalimbali kuimarisha usalama wao ili kuzuia maafa zaidi, pamoja na kukomesha vitendo vya ukatili na uporaji vinavyoendelea kuripotiwa katika maeneo tofauti ya jimbo hilo. <coughs>